Mtazamaji wa Mastaz TV kwa siku ya leo, nipo mtani fani hivi ambapo tumekutana na mama ambaye ni mama Elocho, lakini kwa, kwa mimi hapa namfahamu kwa jina la mama Elocho. Lakini kuna msikilizaji na mtazamaji ambaye hajui majina yake halisi ya sasa, lakini kwangu mimi namfahamu kwa majina la mama Elocho, na tutafanya mazungumzo mawili matatu kuhusiana na kile ambacho anachokifanya, na kwa hiyo nakusii Usisahau kusubscribe, ku like na comment na ili wa kwanza kupata habari zetu kutoka Mastaz TV. Habari yako? Salama. Mzima? Ndio. Kwa afya. Yeah. Kwa mtazamaji ambaye hafahamu jina lako unaitwa nani? Maua. Unaitwa Maua. Ndio. Ndo jina halisi lako? Yes. Jina la, la kazi yako ambao unaifanya, kwa jina maarufu unaitwa Mama Ilocho. Mama Ilocho. Ndio. Na hilo jina la Mama Ilocho lilitokana na nini? <clears throat> Sasa jamani, maana mtaani wengi wanaofahamu kwa jina la Mama Elocho. Msikilizaji na mtazamaji anahitaji nikasema kwamba jina la Mama Elocho limetokana na, yani niseme tu kifupi, ni jina la kazi yangu na ndio maana nimesema kwa jina maarufu naitwa Mama Elocho. Maana mimi nafanya kazi ya igizo na kuna kijana ambaye anaitwa Elocho, nafanya naye kazi nyingi sana tu. Kwa hiyo imetokea watu wote kukubaliana kabisa kwamba mimi ndo nimemzaa yule mtoto. Kwa hiyo ndo kila mtu kwa sasa hivi ananiita nani, Mamaelocho, Mamaelocho, Mamaelocho, kwa ndo hivyo sawa. Okay, tukirudi nyuma saa kidogo, ushajitambulisha na ushawaelezea kuhusiana na jina la Mamaelocho, sehemu ambapo litokaga katika maisha yako ya utotoni hasa ulikuwa unahitaji kuwa kama nani? Yaani mimi, ndoto zangu ndoto zangu kabisa nili, nilikuwa naota sana kuwa nesi, na nilishukuru Mungu mpaka kwa sasa ndoto zangu zilikamilika na mpaka sasa hivi mimi ni nesi. Maana ni kitu ambacho nilikuwa nakiota sana, nilikuwa nakifikiria sana, nilikuwa nikiona nesi anavyovaa anavyopendeza, natamani. Ya na mimi nikasema Mungu anisaidie one day niwe kama huyo, na nikashukuru Mungu kweli alivyonisaidia na ndoto zangu zikakamilika. Mimi ni nesi hapa nilipo, sababu kila manesi huwa wanatibu wana kutokana na, na sehemu tofauti tofauti. Kuna wanaofanya kazi ya kutibu wanaume na kuna wanaofanya kazi ya kutibu wanawake na kuna wanaofanya kazi kutibu watoto. Sasa wewe hapo upo sehemu gani? Ya, mimi kwa upande wangu naweza nikakwambia mimi ni infirmier polyvalent au polyvalente, sababu mimi ni mwanamke pia. Ni sema kwamba natibu sehemu zote mimi, kila sehemu unaonipeleka nafanya kazi yo, maternity nafanya kazi, pediatric nafanya kazi, medicine interne homme nafanya kazi, medicine interne femme nafanya kazi. Kwa hiyo sichagui sehemu ya kufanya kazi, popote ya. Sawa. Okay, ulisema kwamba wewe uli, yaani ndoto yako hasa sasa kubwa ulikuwa uli, unahitaji uwe nesi na tena ndoto yako ilitimia ukawa nesi. Sasa kwenye masuala ya uigizaji yalikuja kujaje? Hicho ni kipaji ambacho Mungu alinipa toka sijazaliwa. Cha uigizaji. Ndiyo. Yaani kuanzia tumboni kwa mama yako ulikuwa muigizaji. Yes. <laughs> Sasa kwenye uigizaji ni movie gani ambayo ilikutoa sasa kutambulisha mtaani mpaka watu wakujua wewe ndio mama Elocho? Ya, yeah, naweza nikasema nilifanya kazi nyingi sana, sikutambulika popote. Pia nilikuja kufanya kazi ambayo inaitwa Losombo. Kwanza nilianza na Loshi, ni movie ambayo nilicheza kuwa mama mkwe mwenye roho mbaya yani kama nini yeah. Hiyo movie ndio ilianzaka kunitambulisha, ni movie ambayo niliicheza, ilikuwa 2020, 2019 sikumbuki vizuri hiyo movie nilifanyia kazi vizuri, nilicheza kama mtu mwenye roho mbaya na mwenye roho mbaya kweli, afu tena mchawi ya yes. Sijui nilichezaga waki na wakina Recho. Recho ndo alikuwa mwelekezaji wangu, kwa hiyo chamoto alikiona kwenye muvi hiyo ya alijisikilizia. Kwa hiyo hiyo ndio muvi ambayo ilianzaga kunitoa. Baada ya hapo baada ya watazamaji, watu ambao walifuatilia hiyo movie wakaniona, wakahitaji tufanye kazi nyingine, ndio tukafanya kazi ya losombo. Kwenye losombo pia nilicheza tena mama mwenye roho mbaya kwa kweli. Ya, nilicheza mwenye roho mbaya nilicheza na wangu ambaye anaitwa Dorcas, yani huyo binti alikuja kuolewa kwangu, mwanangu alikuwa bado hajaoa, kijana kabisa mbichi alienda kukutana mwanamke ambaye ameshazaa kwao watoto wawili, nilichukia sana, sikumpenda, siku... Yani paka ikafikia kipindi, basi ndo nikawa nimeendelea kufanya kazi. Sawa, katika hizo muvi mbili ambazo ulizozitaja hapo, yani ulikuwa na hisia gani hasa? Mimi nilikuwa na hisia tu za yani, nilicheza na hisia tatu. Hisia ya kwanza nilicheza na hasira i, nani hisia ya kwa, ya pili niliweka nani ya kichawi nani hisia ya tatu pia ilotumika hapo ilikuwa ya furaha kidogo tu ya ilikuwa sio nyingi lakini kwenye movie watu waliangalia wa, wa obazi wakaona kama vile una roho mbaya. Sasa tukitoka kwenye uhalisia wa movie afu tuingie kwenye jamii, jamii likuchukuliaje? Niseme tu watu wote waliofuatilia ile movie ambao wanifahamu walinichukulia hivyo kama walivyoniona kwenye, kwenye movie ya kwanza, wengi waliniita mchawi, wengine waliniita mwenye roho mbaya, mpaka wengine walishindwa kabisa hata kunisalimia wakasema, yani umama tukikutana naye hatupendeke hata tumwangalie mara mbili, sababu ukiangalia muvi zake zinatisha sana yani, ni muvi ambazo anacheza yupo serious, alafu yani, yani, yani ana roho mbaya tu fulani na ukimwona kweli unaona ana roho mbaya kwenye muvi, lakini kwa kawaida yangu mimi, hapana, siko hivyo. <laughs> <laughs> Sawa, kwa hiyo sasa, yani watu walikuchukulia kama vile kweli, yani ile maisha ya kwenye movie, yaani wakachukulia kama vile ni lili kabisa. Sasa ku, watu ambao ulianza kuigiza nao sasa ni wakina nani? Ya mimi nilianzaga kwanza kushirikishwa kwenye kanisa la Methodist, nilifanya nao kazi mbili kuna muvi ya kwanza iliitwa ah, aisee, nimesahau maana imeshakuwa muvi ya muda mrefu sana, na muvi ya pili tena wakanishirikisha, ndio hiyo ambayo iliitwa Loshi mm. yeah. Sasa yes, katika jamii inayokuzunguka kwa sasa ni kitu gani hasa wanajifunza kupitia kwako? ya nafikiri, mimi sijacheza muvi moja, nimecheza muvi nyingi sana, na muvi zangu zote nafikiri ni za mafunzo. Kwa hiyo wanakuambiaga kwamba aliye na akili haambiwi, o oh, sorry, aliye na macho haambiwi tazama. Unaona, kwa hiyo kila mtu ana mafunzo kidogo kidogo anaochota kwenye muvi zangu. Maana mimi sijawahi kucheza kabisa muvi ambayo haina maadili ndani yake. Muvi ninazocheza ni muvi ambazo zina maadili ndani yake. Ya, nafikiri hakuna mtu ambaye anaweza akashuhudia kwamba ameshawahi kuona nimefanya kazi ambayo haina maadili ndani yake, hapana. Ya, japokuwa kuna wengine watanichukia. Unajua kwenye kazi au kwenye maisha hata ya kawaida tu, ukiishi afu mtu yaani wale watu unaoishi nao ukifanya kitu ambacho kinamgusa, yaani kuna kugusa nani aina mbili. Mguso wa kwanza unaweza ukafanya kile kitu ambacho anachokifanya yeye na akakiona hicho kitu kinam, yaani kinamwingia vibaya na kuna mtu ambaye anaweza akaangalia akaona kitu unachokifanya yani kinamfunza kitu fulani, kinamtoa kwenye hatua fulani, kumpeleka kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo na niseme tu watu wote waweze wakakupenda hapa chini ya jua, hata kama ungefanyeje, maana najua Yesu mwenyewe aliponya, alilisha watu, unaona, lakini walimchukia tu, ila walikuwemo ambao wanampenda na ambao walimchukia. Walimchukia, kwa hiyo ndio hivyo. Sa, okay na zile comment sasa, unapokutana nazo mtandaoni, sasa kwa sababu watu wakiangalia movie lazima waachie comment, comment pale, huwa wewe unazichukuliaje? Mimi mimi napenda sana comment. Lakini nasemaga siku zote katika maisha yangu, mimi napenda huwa sipendi sana comment za big up, sana ziwe nyingi, ndiyo naweza nikafanya vizuri, kila mtu akapenda, lakini pia kuna watu ambao wanatufuatilia ambao ni wa, waigizaji wakubwa zaidi yetu, wanaangalia zile kazi zetu, napendaga pia watupe comment ya correction, yani ya correction, kukorije yani, kusaisha yani hapa wanasema ah, yani hapa angeenda hivi. Hapana, hapa labda angeenda hivi Hicho kitu mimi nakipendaga sana kwenye comment. Kwanza nikikutanaga na comment kama hiyo, huyo mtu namfuatiaga kabisa inbox ili niongee naye kirefu, maana ana mengi ya kunifunza yeah. Yes, ni comment ipi sasa sasa ushekutana nayo ambayo ilikuumizaga sana ah? Kwa kweli, katika kazi yangu sijawahi kukutana na comment ambayo imeniumiza, yeah, comment zote nazionaga tu zipo vizuri, nazipenda, na katika kazi tu changamoto huwaga zipo Unaona, ukiona komenti ambayo ijaenda vizuri, hiyo ni changamoto ya kazi, lazima tuelewe yeah. okay, kwa kumalizia malizia hapa, kuna baadhi ya maswali kama maswali kama matano vile, hivi ni chakula gani hasasa waga unakipendaga sana? Ugali, napenda ugali. ndio. kwa nini unapenda ugali? maana ndo chakula ambacho sisi tunakiita alimade baze huku kwetu, katika okay. Yeah. Okay, movie zote ambazo ushawahi kucheza ni movie gani hasasa waga unaikubali sana? Loshi. Kwa nini naikubali sana? Maana kwenye ile movie nilifanya vizuri na ndo movie ambayo ilinitoa. okay, katika waigizaji wote ambao ush kuchezaga nao mwigizaji yupi hasa huwa anakuvutiaga sana? Kunivutia kivipi? Kuvutia kuvutia, ukiona jinsi anavyocheza yani. okay, kufanya ku kunivutia kufanya, kufanya naye kazi ah, mimi naweza nikasema kwa kweli kwa hapa kwetu watoto wote ambao nafanya nafanya nao kazi, niseme watoto, ila watanisamee, labda watakwazika, na na kama kuna mtu ambaye atacheza ni neno na na, na yeah. Okay, neno gani la mwisho ambao naweza kumwambia mtazamaji wa Masters TV? Nawapenda sana mashabiki zangu, na ambaye sio shabiki wangu naweza nikaomba, naweza nikaomba maana sio kila mtu ambaye ni shabiki wangu, lakini najua mashabiki nao wengi sana na watakao niona hapa, nafikiri wote ni mashabiki zangu wote, wote. Yani, bila kubagua kama vile ambavyo hawanibagui mashabiki zangu, na mimi pia siwezi nikawabagua. Nawapenda na napenda ushirikiano wao na napenda pia sapoti zao za kutufatilia na waendelee kutufuatilia pia wakiona kama chaneli mpya wana subscribe, kushare komenti pia tunazihitaji. Okay, kwa mtu ambaye anahitaji namba zako au kwenye mitandao ya kijamii anaweza kukupataje? Ah. Akutafute wewe nafikiri huona namba zangu. Yes. <laughs> Okay. Asante sana wewe mtazamaji wa Masters TV ulikuwa na mimi mwanzo hadi mwisho kwenye kipindi hichi. Nilikuwa na Mama Elochu muigizaji ambaye anafanyaga vizuri sana kwenye tasnia ya uigizaji. Ila na kwenye kwenye mziki pia, ukiwa unamhitaji kwenye zile sehemu ambazo zinahitajika awe mama, yani ye hana noma yote, anaweza akaja tu, unafanya mawasiliano naye, anakuja, anakuja anakusaidia kwa kile ambacho ulichokuwa unakihitaji. Na pia usisahau kusubscribe, kulike na comment na, na ili wa kwanza kupata video zetu kutoka Masters TV. Asante.